Bwana Mr Pimbi bado anaendelea kumkanga Harmonize. Uh, Mr Pimbi, bwana kweli ameamua kumuandama. Uh, Mzee wa Fax, ameamua amuandame, Konde Boy, mtu ambaye hapo awali alikuwa akimsupport sana. Eh, bwana yaani, Mr Pimbi alikuwa anamsupport sana Harmonize, alikuwa yuko Bennett na Konde Boy. Eh bwana, uh, kwa kila kitu ambacho Konde alikuwa anafanya. Lakini this time around tumeona kwamba ameflip, ameflip sides au ameswitch sides. Ameamua kuhama, sasa hivi amehamia upande wa Diamond Platnumz. Anamsupport sana Diamond, anazungumza mazuri na makubwa ambayo Diamond anayoyafanya. Lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba Mr Pimbi amekuwa akikosoa mabaya ambayo Konde anayoyafanya, ni sehemu ambazo anaona kabisa hapa kuna weakness, ambazo Konde Boy anazozifanya, Mr Pimbi amekuwa akizi highlight hizo pia. So it is what it is, game imechangamka kweli kweli, na kutokana na hivi vitu ambavyo Mr Pimbi anavyovileta sasa This time around bwana ni kwamba Mr. Pimbi amekuja kumzungumzia tena Harmonize kuhusiana na wimbo wake mpya ambao unafahamika kwa jina la Best Couple ambao unatarajiwa kuachiwa mnamo tarehe 27 ya mwezi huu Neona, eh? Yaani mnamo tarehe 27, hapo siku ya Ijumaa Friday ndio siku ambayo Mr. Pimbi atarelease hiyo track. Sorry. Huyu ni Harmonize atarelease hiyo track. Lakini kabla haja release ni kwamba tunafahamu kwamba Mr. kwamba tunafahamu kwamba Harmonize aliweka kionjo kupitia ukurasa wake wa Instagram, na hiki ni kionjwa ambacho kilikuwa kinaonyesha ujio wa nyimbo mpya hiyo ambayo inafahamika kwa jina la Best Kapo. Lakini pale katika posta ya huo wimbo tuliona kichwa cha Kajala na cha kwake vikiwa vinaelea elea, jambo ambalo Mr. Pimbi leo ndo amekuja kuishi nalo hilo, akidai kwamba ile ilikuwa ni kiki. Kwamba Harmonize ameamua kuposti vile kama kiki kwa sababu watu wajue kabisa kwamba ile ngoma ni nyimbo ambayo amemwimbia Kajala, na kama unavyofahamu watu wengi sana wanafuatiliaga hiyo kapo ya Harmonize na Kajala, lakini this time around Mr Pimbe anasema kwamba sasa hivi watu washaichoka hiyo inshu, sasa hivi watu hawana wa mpango, abadilisha upepo upepo, ajaribu kufanya vitu vingine, kwa sababu hii kiki ambayo ameamua kuitumia ya kumtumia Kajala kwa ajili ya kupusi ya kwa ajili ya kuposti na kupushi kazi zake inakwama, kwa sababu watu sasa hivi do not care anymore. So, Mr. Pimbi ameeleza hivyo , lakini pia amesema kwamba hiki alichokuwa amekifanya Harmonize, lengo lake lingine lilikuwa ni kuhakikisha kwamba watu wanavomzungumzia Diamond kwa sababu tunaona kwamba Diamond amefanya mengi sana makubwa. Diamond amefanya show back-to-back internationally nje ya nje, amefanya show tatu Uingereza, yani amefanya show London, amefanya show Manchester, akafanya show Scotland, zote zilikuwa kali. And then, akaenda tena kufanya show Marekani Hmm, katika tamasha kubwa sana kule Marekani la Summer Jam na pia ilikuwa ni moto vile vile. Eh, bwana, kwa hiyo kutokana na hivyo vitu watu wengi sana e, waki, bwana. So hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Sasa basi issue ambayo imekuja kutokea ni kwamba Mr Pimbi bwana, amezungumzia hilo lakini pia hakuishia hapo eh, akasema pia kwamba huu wimbo unaonyesha jinsi gani ambavyo jamaa yuko desperate kuzima harakati zote ambazo Diamond anazozifanya, na, na ni vitu ambavyo vimeshapitwa na wakati. Kwa hiyo yeye labda aya, kama ameinvest sana huku kwenye mambo ya mapenzi ajaribu kufanya vitu vingine. So natakapomsikilize yeye mwenyewe Mr. Pimbe alichokizungumza, then utaendelea hii ilikuwa ni kiki. Hii mnaiona hapa juu. Hii ilikuwa ni kiki. Kiki hii ilikuwa ni ya kuzima, ya ya kufanya mambo mawili. Jambo la kwanza, Mkonde amekasirika kuona eh Diamond ana trend kimataifa, anafanya vizuri. Ya ya ya ya ya ya ya. Kwa hiyo lengo la Mkonde ni kuzima upepo wa Diamond asizungumziwe kwa hizo eh, show na vurugu anazofanya Marekani na England. Asizungumziwe kabisa upepo ukati ndio maana akaleta stori zake yeye pamoja na mwanamke wake, lakini watu wameziba masikio, yani kama hakijatokea kitu chochote, wamekaa kimya. Haijatosha, Makonde hii aliyoileta, alikuwa anataka upepo kuelekea kutoa wimbo wake siku ya Ijumaa.

Masimbadangote, ushauri wangu kwa Mmakonde, kwa Watanzania wanatabia kushobokea kitu, afu muda unaenda wanachoka. Sasa kwa kifupi, watu wamechoka stori zako wewe pamoja na huyu mwanamama, wamechoka Watanzania, wanataka stori mpya. Lakini jambo jema, haya mambo Diamond ameyafanya kitambo kina Amesa petu wakina Peni wakina Zari, mpaka sasa bado anayafanya, lakini mwenzako ukayapa asilimia ndogo sana. Wewe umewekeza unataka huko, nataka kuna ndokue boosti kasi zako. Usauli wangu, badilisha upepo, badilisha upepo. Ya yeah, so hicho ndicho alichokizungumza Mr. Pimbi which kwa namna moja au nyingine kinaweza ikawa kina make sense. Unaelewa eh, kwa namna moja au nyingine hiki alichokizungumza Mr. Pimbi bwana kinaweza kikawa kina make sense. So it is what it is, ukiwa kama mdau nadhani na wewe pia unaweza kutuambia, unahisi kwamba eh, kitu ambacho kinachosukuma mziki wa Harmonize ukiachana na mambo ya mapenzi hususan kumhusu Kajala ni kipi kingine Kusabu? Kwa sababu tunajua kabisa kwamba Harmonize hajafanya show nyingine yoyote ile kubwa ukiachana na show za serikali eh, Ukiangalia okay, pia upande wa pili ni kwamba Harmonize hajashinda tunzo yoyote anytime soon, hajaachia benga ambayo labda ikasumbua kama alivyoachiaga singo again kwa miaka huo mwaka wa pili sasa. Umeona bwana sana sana kinachofuatiliwa ni kwamba Harmonize anatangaza anataka kuoa, Harmonize anatangaza anatafuta mwanamke, Harmonize anadai kwamba nimepata mwanamke, Harmonize anasema kwamba na, na, anaanza kuanzisha drama kwamba anampenda Kajala. Hivyo ndio vitu ambavyo tumeviona Konde amekuwa akivifanya. Lakini ukimwangalia Diamond yeye anatrend na vitu tofauti tofauti. Okay, Ukiachana na drama zake na yeye pia ana zuchu. Sometimes anatrend kwa kufanya kazi nzuri pia. Umeona <laughs> anafanya show, anafanya show ambayo inaj inajaza ukumbi mzima. Royal Albert huko Uingereza, anaenda kufanya show, anasema majukwaa moja na kina Jarul Meek Mill na wasanii wa wengine kibao kutoka Marekani eh. Huyo, huyo Diamond tunamuona yuko close na wakina Wizkid Mixer Kiss Brown, huyo hapa muone, kuna vitu vingi, kuna variation tofauti tofauti ambazo Diamond ana trend nazo ukimlinganisha na Konde Boy. Kwa hiyo unahisi kwamba alichokizungumza Mr Pimbi ni kweli au la? Ehe, nataraji kuona pia maoni yako hapo chini katika comment section, kama ilivyokuwa kawaida bwana, utakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo utakuwa tunaiona. Lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.